Saa tatu na dakika ishirini saa za Afrika Mashariki, msafara uliokuwa umeubeba mwili wa kinara wa ODM Raila Odinga uliondoka katika majengo ya bunge na kufululiza polepole pole hadi katika uwanja wa michezo wa Nyayo kwa ibada ya taifa ya wafu, safari iliyochukua takriban dakika 25, mwili wa Raila ukiwa juu ya gari maalum ya kijeshi, jeneza lake likifunikwa kwa bendera ya taifa la Kenya. Katika uwanja wa Nyayo, gari maalum lililokuwa limebeba jeneza la marehemu lilizunguka uwanja huo, huku wananchi waliogubikwa na, na majonzi wakipunga mkono. Viongozi mbalimbali w Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete na naibu rais wa Tanzania Philip Isdor Mpango, miongoni mwa viongozi wengine walikuwa hapa kutoa heshima zao za mwisho, ibada ikiongozwa na kanisa la Anglikana, kisha baadaye hotuba za risala za rambirambi ambazo zilitolewa na familia na viongozi wa serikali zikimsifia Raila kwa ukakamavu wake, ujumbe ukiwa kueneza amani, mshikamano na umoja ambao ulienezwa na kiongozi huyo wa upinzani na baada ya shughuli hizo zote, wakenya waliruhusiwa kutoa heshima zao za mwisho kwa kuutazama mwili wa marehemu. Kesho mwili utasafirishwa hadi Kisumu kabla ya mazishi ya kitaifa ambayo itafanyika siku ya Jumapili katika kaunti ya Siaya.